Jumatano tuna mechi hapa Tabora, na tukiwa wa kweli kwenye levo ya kujua mpira, kwenye levo ya kujua mpira, jumatano hakuna mechi ngumu hapa Tabora, jumatano hakuna mechi ngumu hapa Tabora, ila wako watu wachache kwa sababu zao aidha za kisiasa za kimaisha unajua tena, pangu pakavu, wanataka kukaa mbele kwenye mchezo huu na wao wapate kuonekana, wazungumze, wasikike na waonekane. Hao ndio wanawaaminisha watu kwamba Jumatano Ali Hassan Mwinyi kutakuwa na mchezo mgumu kweli kweli. Ni uongo. Anatafuta nini? Cha kwanza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 anaitwa Paul Chacha. Jumatano atachacha kweli yeye na hawa wanaomdanganya. Mwambieni Mheshimiwa Chacha, mwenyekiti wa wasemaji amesema, Jumatano atachacha kweli. Amezungumza kwamba ameshangaa eti msemaji wa timu kapata mapokezi huenda toka ameteuliwa na yeye, kuja hapa hajawahi kupata mapokezi hata watu kumi. Kwa hiyo kuna karoho tu, kawivu. Kama mwingia mheshimiwa, tumwelewe, ni karoho, kawivu ndio kanamsumbua. Yaani mapokezi ya Wanayanga wamempokea kiongozi wao. Wewe inakuuma nini wewe, inakuuma nini yanga kumpokea kiongozi wao? Sasa tumwambie mzee Chacha kesho, sasa jeshi kamili la yanga linakuja hapa Tabora. Kama, kama mapokezi ya msemaji yalimshangaza kesho atadua Kesho atafanyaje na sisi Yango? Sababu hatuna unafiki kwenye shughuli yetu. Asije kesho kwenye mapokezi ya Yanga, asije, hatumtaki sisi. Kama yanga tunajitosheleza wenyewe hapa Tabora bila msaada wake. Asijipe umuhimu, hatumtaki. Jambo la mwisho kwenye mazungumzo yake ametoa ahadi ya milioni sitini. Yani, yaani kwamba ameita wachezaji, sijui hata kama walikula pale kwenye kile kikao, akawaweka mbele, akaita na waandishi wa habari, akavaa mwenyewe shati lake lile la ubatizo, eti akawaambia nina shilingi milioni hamsini sikuitumia kwa sababu Yanga watakuja na kiherehere. Sasa naongeza kumi, mwende mkawafunge. Sisi tumwambie Mheshimiwa Chacha, hii shughuli ya leo tunaofanya hapa, tumechinja ng'ombe ishirini hapa, na hao ng'ombe ishirini sio pesa ya GSM ni pesa yangu mimi, msemaji wa Yanga, hiyo ni hela yangu ya mfukoni, natumia leo na wanatabora tupate kuenjoy sikukuu. Ukipiga hesabu bei ya ng'ombe hao kilo mia na ishirini mara ishirini, jumlisha mchele ambao tunapika hapa Mboga mboga zote, matunda na maji <laughs> ile milioni 60 ambayo ameita waandishi wa habari sisi, hiyo hela tunailia sikukuu ya hii hapa. Yaani hiyo milioni 60 ambayo ameona kwamba itatetemesha watu, sisi leo tunailia mchele hapa Wanayanga na tunaenjoy. Anatakiwa ajue anaweza kuwa na mamlaka yake na akazungumza na wananchi wakamheshimu, ila linapokuja swala la kuizungumzia Yanga eti Yanga ina kiherehe, mheshimiwa akae mbali, akae mbali. Hii sio timu ya kuchezewa chezewa, na ndio maana leo kile kibunda alichoahidi, si tumeamua tule tu ubwabwa hapa tule tu ubwagwa hapa tu enjoy. Kuhusu kuhusu mechi ya Jumatano, yeye asitatarike kama bisi, atulie atulie, sindano isije ikamkatikia. Sisi tuna kazi ya kufanya Jumatano hapa. Haya mambo sijui hivi meseji, sijui wanapigiwa pigiwa ni anatatarika.